huwa napenda kuzungumza ukweli na na huwa napenda kuzungumza wazi kwamba e, sisi watu wa opposition haina maana kwamba tunapinga kila kitu. Wako baadhi ya viongozi wanatokana na chama cha mapinduzi na wanafanya kazi vizuri kuliko mazaa. Hilo nalizungumzaga mara nyingi sana na leo naomba nitoe mfano. Leo naomba nitoe mfano na vyombo vya habari. Ndugu waandishi wa habari, mpo hapa na naomba nitangaze rasmi, na nafikiri kila mmoja ataona, na haya mambo ndio tunayoyataka sisi Watanzania na tunahitaji viongozi kama hawa, ni waadilifu wenye uwezo wa kufanya kazi ili zionekane katika jamii na asilimia ya pesa zangu nyingi. Huwa napenda kuzungumza kwamba mimi naamini maendeleo hayana chama akiwa kiongozi wa CHADEMA akifanya vizuri, tunatakiwa tumpongeze. Akifanya vizuri kiongozi wa kafu wa chama cha mapinduzi na chama chochote ambacho kina full registrations, kwamba tunatakiwa tumsapoti na tumuunge mkono, kwa sababu maendeleo yakishapatikana yanakuwa ni ya wananchi na watanzania wote kwa ujumla. Nataka nitolee mfano mmoja tu, na ni mzuri na ni hai kabisa. Leo tutaona baadhi ya matukio mengi ambayo ni ya economic activity ameyafanya katika maeneo mbalimbali tutayashuhudia. E, kuna kiongozi mmoja anaitwa Samuel Mbano. Huyu Samuel Mbano e, ni kiongozi wa, wa, wa, wa, wa anayetokana na chama cha mapinduzi, ni zao la chama cha mapinduzi. Yeye ni diwani wa kata ya Mshangano wilaya ya Songea mkoa wa Mvuma hapa nchini kwetu Tanzania. Huyu diwani kuna mambo ambayo ameyafanya, sio kwa nia mbaya, na mara nyingi huwa wanapenda kunikoti baadhi ya viongozi wa juu e, kwamba kwa nini, yaani naomba nieleweke kitu kimoja ndugu zangu, inapofikia wakati kwenye, wa, wa ukweli na uhalisia, tuzungumze vitu clear, yaani kiongozi akifanya vizuri, tujue kwamba kiongozi amefanya vizuri kama kuna kiongozi katinyanga, tuzungumze ametinyanga sawa sawa. Kwa hiyo naomba hoteva, kila mmoja atakavyoelewa ndio hivyo, lakini kikubwa zaidi tunahitaji e, ujenzi wa taifa letu, na ili tuweze kulijenga tunatakiwa tushirikiane kwa pamoja. Nitatoa mambo machache tu ya nitatolea mifano ya viongozi wawili ambao mimi binafsi naamini ni waadilifu na wamefanya kazi kubwa sana kwenye maeneo yao nitatolea mfano huyu kiongozi niliyemtaja hapa na nitamtaja mmoja wa kitaifa wa kupitia hicho Chama cha Mapinduzi, ingawa wako wengi, lakini nitaendelea nita nao siku nyingine. Huyu e, diwani Bwana Samueli Mbano ni diwani wa kata ya Mshangano. Kama nilivyosema, huyu bwana ameanza uongozi kwa rekodi nilizozifuatilia na naamini ziko sahihi ameanza uongozi mwaka mwaka elfu mbili na ishirini kwa maana ya udiwani, lakini historia yake, amewahi kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa elfu mbili na ishirini, ishirini, e ishirini rasmi ameingia nafasi ya udiwani. Jambo e, la kwanza kabisa huyu bwana amejenga madarasa ya shule ya msingi pale Mlimani Park pamoja na madawati yake. Kwa hawa watu wanaoishi e, Songea hapa na wanaoishi katika kata hiyo wanaelewa, na kuna wengine huwa wafuatili sana masuala ya politics. Sasa nataka niwafafanulie na waelewe na sisi e, kama watu wa opposition tunahitaji, ndani ya opposition tuna viongozi ambao wako active, lakini tunahitaji viongozi wanaofanana na hawa. Sasa amejenga hayo madarasa pamoja na madawati pamoja na matundu ya vyoo mengi sana.